Sakata la Martha Karua na wenzake bado halijafika kikomo baada ya taarifa kuwa wanaharakati hao wameshtaki Tanzania kwa kuwekwa kizuizini na kufukuzwa nchini kwa kile walichodai kuwa ni kinyume cha utaratibu. Aliyekuwa jaji mkuu Dr. Willy Mutunga, wakili mwandamizi Martha Karua na wenzake wanne wamefungua kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki EAC, dhidi ya serikali ya Tanzania wakishutumu kwa kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, kukataa kuingia na kufukuzwa nchini. Kundi hilo ambalo pia linajumuisha wanaharakati wengine wanne watetezi wa haki za binadamu Gloria Kimani Lin Ngugi, Hussein Halili na Hanifa Adan wanadai kuwa haki zao kama raia wa Afrika Mashariki zilikiukwa waziwazi walipozuiliwa kuingia nchini Tanzania kuangalia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundulisu. Sasa wanachodai ni kuombwa radhi hadharani kutoka kwa serikali ya Tanzania pamoja na fidia ya gharama za usafiri walizotumia wakati wote huo walipokuwa kizuizini. Waombaji hao walidai kuwa Mei 18 hadi 19 mwaka huu 20 25 walizuiliwa bila maelezo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere pamoja na kunyang'anywa hati zao za kusafiria na baadaye kurudishwa nchini Kenya. Wamebainisha kuwa walikuwa Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa waangalizi wa kimataifa wakikusudia kuhudhuria na kufuatilia kesi ya Lisu iliyokuwa ikifanyika Mei 19. Katika ombi lao, kundi hilo linatuhumu Tanzania kwa kukiuka vifungu vingi vya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC vikiwemo vinavyohakikisha utawala wa sheria, utawala bora, uwazi na haki ya kutembea kwa uhuru katika nchi wanachama. Kesi hiyo pia inadai kuwa kutengwa kwao kulidhoofisha ushiriki wa raia na kukiuka kanuni ya haki ya wazi, kwa kuwa walinyimwa fursa ya kuangalia kesi ya kisheria za umuhimu wa kikanda. Kesi hiyo iliyowasilishwa kwa pamoja na washtakiwa wawili wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki EALOS, na umoja wa wanasheria wa Pan African Lawyers Union inadai kuwa hatua za Tanzania haziendani na ibara ya saba kifungu cha pili sabini na sita pamoja na mia na nne, na kile kifungu cha nane kipengele cha kwanza c ya mkataba wa Afrika Mashariki na itifaki ya soko la pamoja ya mwaka elfu mbili na tisa. Waombaji hao pia wanaomba kuondolewa kwa maelezo ya kukataliwa kuingia kwenye pasi zao za kusafiria na amri ya mahakama ya kuizuia Tanzania dhidi ya ukiukaji zaidi wa uhamiaji huru wa raia kwa Afrika Mashariki. Zaidi ya hayo, ombi hilo linataka mahakama ya Afrika Mashariki kuizuia Tanzania dhidi ya ukiukaji wowote wa siku zijazo wa haki ya uhuru wa kutoka ndani ya jumuiya. Pamoja na mambo mengine, waziri wa masuala ya katiba na sheria wa Tanzania Damas Ndombaro awali alitetea uamuzi huo akisema kwamba Karua, wakili wa Kenya Gloria Kimani na wanaharakati wa haki za binadamu Rini Ngugi hawakuwa na leseni muhimu ya kufanya kazi ya sheria nchini Tanzania. Alinukuliwa akisema, walichokuwa wanakuja kufanya katika nchi hii ni ukiukwaji wa za Tanzania, jambo ambalo halikubaliki. Dombalo alisema wakati wa mkutano wa wizara hivi karibuni. Kesi hiyo inatarajiwa kuhamishwa katika jiji la Arusha ambapo ndipo makao makuu ya Afrika Mashariki. Inatarajiwa kupangwa na mahakama hiyo wiki chache zijazo kwa ajili ya maelekezo. Matokeo ya kesi hiyo yanaweza kuweka historia kubwa kwa utekelezaji wa haki za binadamu za kikanda za Afrika ya Mashariki. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.